Tolewa mpira ule njera, kwani goal kick. Dakika ni ya 85, mabao ni mawili kwa mawili. Tanzania mbili, Algeria mbili. Katika mchezo wa mpira wa miguu lolote linaweza likatokea, bila kujali mchezo unachezwa wapi. Ya Tanzania mbili, Algeria mbili, mabao ya Tanzania bwana Samata Elias Maguli na Sliman Islam kwa upande wa timu ya Algeria akipachika mabao yote mawili Kevin Patrick Yondan wana sama yule ni Thomas, lakini torewair ajona katika lango la timu ya Tanzania. Mpira ule katika lango nambepigwe, mpira ule kuelekezwa katika lango la Tanzania. kocha kucha Charles Bonface Mkwasa, sina shaka, naona kabisa hali naye pia imebadilika. Haiwezekani tuwafunge mbili hawa halafu zirejeshwe. Ah, ni fursa pekee, pia anajiuliza wamekosea wapi. Eh, ni lazima, ni lazima ukweli, kama ulikuwa unaongoza goli mbili, alafu uko nyumbani unaongozwa goli mbili ambazo zingekusaidia kugonini, kwa sababu ni mechi ya mtoani ukiwa na, na, na home advantage ya goli mbili unakuwa uko, uko, uko salama sana, hata ukienda ugenini. Na tulianza vizuri, aa amesawazisha, lazima ikuchanganywe. Kama, kama kocha lazima ikuchanganywe, kwa sababu kama mbinu yako ilikubalika afu baadaye ikaja kafeli, lazima upate, upate mshtuko kidogo. Mpira anapiga kuelekezwa katika lango la timu ya Tanzania, anakwenda kupiga mpira Mejan anauacha mpira Riadi anakwenda kupiga mpira ule sasa. Ya wakati huo kuna mabadiliko mengine, Suleiman Islam anatoka na Suleiman Islam akiwa anatoka Haya, Baghdad yanaingia kuchukua nafasi ya, ya Sleiman Islam. Baghdad hawa ni Waarabu wanaotoka kaskazini magharibi mwa bara la Afrika ya kule Algeria. Wapinzani wao wakubwa sana ni Morocco na Egypt wanapokutana moja kati ya mataifa hayo basi, upinzani unaonekana kuwa mkali zaidi. Thomas Ulimwengu kataa kule Fauz, naambiwa tayari yamechezeka madhambi. Mpira unapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Tanzania. Wakati huo huo, mwamuzi wa mchezo huo leo anagaweka hapa, mpira upigwe eh fauzi anapiga mpira wa kuelekezwa katika lango la timu ya tanzania dakika ni ya 88 mabao ni mawili kwa mawili tanzania mbili algeria mbili kukumbuka tu kwamba huu ni mchezo wa kuwania uh, tiketi ya kufuzu kwa fainali za kombe la dunia za mwaka elfu mbili na kumi na nane ambazo zinataraji kufanyika baadaye huko nchini urusi madhambi mpira unapigwa haraka haraka, katafanacheza mdishangasa, lakini bado anakataliwa. Pitisha tena mpira vizuri kabisa huko Zefan, mpira unakwenda nje. Kuna kuna inapigwa kuelekezwa katika lango la timu ya Tanzania dakika ya 89 dakika 89. Wakati huo huo, ya dakika tatu zinaongezwa kabla ya kumalizika kwa mchezo huu. Ishaanza haraka haraka, Bwana Samata pereka nacheta cha mpira sasa. Thomas Ulimwengu kontro yake na pasi nzuri sana, mpira unatoka nje, unarushwa kuelekeza lango la timu <todicu> ya Tanzania, narushwa <todicu> mpira na Fauzi Algeria, kwa shughuli imekuwa nyepesi. Hmm. Okay. Taratibu, kwa sababu tayari waishapata matokeo, wanajua nyumbani kwao wataenda kushambulia, na tayari atakuwa bila bilabila mfano matokeo akisha hivi hivi, wao tayari waishapita. Kwa hiyo mbinu yao ambayo kama alivyosema mwanzo pale au wanakuja huko kucheza ni kia wakitaka waki kufunga wakikosa waki, waki ushindi labda wamefunga goli moja ambao kubadilisha wanaweza kubadilisha au wanapata draw. Kwa hiyo wanacheza sana, kwa sababu hata hivyo wanaangalia kesho kutwa anacheza mechi kama hii tena, dakika 90 kwa hiyo lazima watunze nguvu za kwenda kucheza kwao, hiyo ka walivyopata magoli na muda ndio maisha hivi, utaona jinsi wanavyofanya yeah. Ali Mustafa Mtinge

Kopita sasa, pereka mpila, ulikwenda nje na goal kick. Wakati wote kuanzia sasa, mchezo huu unataraji kumalizika ya wakati wote ule, kuanzia hivi sasa, mchezo huu unataraji kumalizika. Goalkeeper rais mboi, pre mpila mbele huko Riyad control yake na kwamba huko mpira unatoka nje. Arushwa mpira kuelekezwa katika lango la timu ya Algeria. Nadil Halu. Na mpira umekwisha, mpira umekwisha dakika 90 za mchezo wa kuwania tiketi ya kufuzu uh, kwa fainali za Kombe la Dunia za mwaka 2018, na zimemalizika. Shadrack Msajigwa, eh, nane zimemalizika. Msajigwa, mechi ilikuwa sio mbaya sana kipindi cha kama kipindi cha pili hiki umejitahidi kucheza, lakini baadaye tukapotea tukapotea kama ambavyo tulianza kucheza, na nilisema wanzo sababu ya, ya, kwa kipindi kile ya ngomo kwa mimi nifikiria, ilikuwa sio sahihi kufanya kwa wakati ule, kwa sababu tulikuwa na uhitaji zaidi kulinda magoli yetu mawili, ingawa tulikuwa bado nyumbani, kwa sababu Algeria ni timu nzuri ambayo, ukiacha nafasi za, za wao kucheza, lazima watapata magoli, na nilisema kama wakipata nafasi moja mbili, kama situvopata zote, lazima watapata magoli. Kwa hiyo Taifa Stars haukucheza vibaya sana, lakini matokeo ndio hayo tumeyapata, ambayo sio matokeo mazuri sana kwa Taifa Stars. Uh, tuna kibarua kigumu sana cha kwenda kufanya, kufanya kwao o um, awani ndio mechi imeisha, hivyo tushukuru.